Aleluya. Maana tunafunikwa na kifuniko cha neema cha Yesu Kristo. Aleluya. Aleluya. Kwa hivyo mtu kama hujafunikwa, kuna uwezekano mkubwa maisha yako yakaliwa na nzige. Aleluya. Aleluya. Yakaliwa na majaribu. Yakaliwa na shida. Watu kama wale huwa hawadumu kwa sababu ya kilichofanyika kwao, walisikia habari ya Yesu lakini hawakukubali kufunikwa. Ni watu wenye, ukiwapatia maonyo wanasema after all, makanisa ni ya mapasta, sio yetu. Aleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kitu nafaa uelewe, mizizi matters a lot in Christian life. Kama huona mizizi utanyauka. Liko jua kali linawaka in as much as mvua inanyesha, lakini ukosefu wa mizizi ndani ya udongo ulio kwa kina, basi mizizi itapigwa pigwa tu, vina kauka mee, inakufa inanyauka. Bwana sasa hivi amina. Sijui mizizi yako imeenda wapi. Je, wewe ni yule mtu ukichukua tu maneno, kwa sababu una mizizi unangoka? Mtu akiwa ana mizizi tamsikia hata katika kuongea, anaongea kama chenye kina uhai Nets, anasema mimi nimeokoka huko inje hauna mizizi. Bwana asifiwe. tunahitaji tuwe na mizizi ya kutosha, tunahitaji tuwe na mizizi ya nguvu, tunahitaji tuwe na mizizi ya kuvuta maji kutoka mbali. Maana tunakuwa na mzizi inaitwa taproot. Bwana asifiwe. In salvation you must have taproot. Taproot. Ndiyo inaleta maji kutoka mbali. Mizizi ya kando kando ni ya kusababisha stability, Bwana asifiwe, ya mmea iwe stable. Haleluya, haleluya. Katika kanisa lazima uwe mtu mpenda maombi, uwe mtu ambaye wakisema tufanye unasema ah, wacha tufanye kwa ajili ya Kristo. Mizizi yako inaendea, matendo yako yanakuwa ni mizizi yako. Haleluya, lakini una mizizi tukiongea hivi unaanza kusema hivi. Tusome neno tafadhali. Nyingine zikanguka penye miiba. Ile miiba ikamea. Ikazisonga. Bwana asifiwe. Ah, tuendelee. Mstari wa 8. Nyingine zikanguka kwenye udongo mzuri. Zikaka zikazaa. Zi, zikazaa. Moja mia. Moja ilizaa mia. Moja sitini. Ikaza sitini. Moja thelathini. Na moja thelathini. h Hiyo ndo mwisho. Bwana asifiwe. Kristo ako kanisani lakini hana matunda. Lakini tukirudi mstari Mstari wa saba. Imesema kitu fulani hapa. Soma hiyo mstari wa saba. Mstari wake wa saba. Nyingine zikaanguka penye miba. Zikaanguka penye miba. Ile miba ikamea. Ile miba ikamea. Ikazisonga. Ikazisonga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna watu wanaingia kanisani, niko na niuliza swali nzuri, very fupi, very understandable question. Ya kwamba ulileta nani? Uliyemleta alisimama? Bwana Yesu asifiwe. Amina, kwa sababu hakusimama kilichomfanya nini, miba ilitokezea. Miba, Miba ni ni ni ni ni kazi. Miba ni anasa maisha. Bwana Bwana asifiwe. Yaani pastor, unaona eh, tangu ni, unibariki uniba, uniombe nikabarikiwa. Nasikia ni kama siko na nafasi hata wadudu wananipigania. Unafikiri una kwamba hiyo ni CV? CV. CV. CV CV That's not Not your CV. Your Your CV is is in in Christ Christ Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Your CV curriculum vitae. It is in Christ Jesus. Hallelujah. Not in your working place.

under materialistic thing there will come a day in life those material will leave you. Hallelujah, Bwana asifiwe. Anasa ya maisha sikusababishe ukapotea. Hallelujah, Amela. Kama mtu ajeshika neno amejua kuomba, kama mtu ajeshika hajafanikiwa kazi amejua kuomba. Hallelujah, Amela. Mtu huyo anafunga, ukimwambia tutafute Yesu twende katoloni, anasema pasta, twende akichapata kazi katoloni inafungwa. Anasa

Huyo mtu mtu hata kwa Mungu wa sahi, nimekuambia uelewe wewe. tangu tulianza Januari mpaka sasa hivi naweza sasa, bado mko tu pale pale ulilipa rendi, amu litunungia kwingine eh, mtu wa Mungu mwenye